Bado kuna uwezekano tukapata mchezaji Januari na huyu si mwingine anaweza akawa ni Antoine Semenyo ambayo ilikuwa ya sama lakini ikashindikana. Taarifa ziko ni kwamba huenda dili hilo ikafanyika Januari, lakini pia kuna taarifa kuhusu mstakabali wa Luke Shaw, pamoja na mstakabali wa uh, kijana ambaye anaruto kama majeruhi hivi karibuni Lisandro Martinez, na pia nina taarifa muhimu sana kuhusu uwezekano wa kupata Antoine Semenyo akaja akatumika kuliko tofauti na vile ambavyo anatumika sasa katika klabu ya uh, Bournemouth. Ujambo habari za usiku huu karibu sana United Redverse siku nyingine tena muhimu ya kuweza kupeana updates na kuzungumza mambo mbalimbali kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Dirisha la Januari linakaribia kufika kwa hivyo taarifa kubwa saa hivi nyingi sana ni taarifa zinazohusu usajili. Leo tuna habari njema kuhusu Benjamin Sesko ambaye alikuwa ameumia. Of course mpaka sasa ameumia lakini taarifa zilizopo ni kwamba angalau kuna taarifa njema anaweza karudi mapema kuliko vile ambavyo tulitarajia. Taarifa hiyo ninayo leo, nitakupa vizuri kabisa lakini pia uh, baadhi ya wachezaji wameshakamilisha international break kwa hiyo wako kurudi na so far hatujapata taarifa yote ya majeruhi. Kwa hiyo hiyo ni habari njema kwetu, lakini pia uh, jambo jingine ambalo ningependa tuzungumze leo, nitaongelea uh, uwepo wa uh, Martinez na Luke Shaw kwenye timu moja inaweza kama advantage kwa Ruben Amorim kwa kiasi gani. Na kuna huyo kijana mwenye miaka 16 anaitwa Kevin Feeling kutoka katika klabu ya kule nchini nafikiri Uturuki, amezungumza sana leo na vyombo vya habari kwamba ni moja ya kiungo mzuri ambaye pia klabu ya Manchester inafikiria kama kuna uwezekano wa kumsajili katika dirisha lijalo la usajili. Kwa hiyo ni habari chache, lakini nitaongea mengi zaidi ya hapo na pia nitapata fursa ya kupitia komenti zako wewe ambao uko live karibu sana kwenye comment, maoni yako tunazungumza hapa lakini, pia kama una swali, put in the comment section. Nitafurahi sana kuyapitia maswali yenu. Naona kuna baadhi ya watu wamesha join, nashukuru sana, na kama uko, uko live tayari nisaidie kuniambia kama unanipata loud and clear. hilo ndio jambo la kwanza maana mabota kwenu ingi angalau nijue kama niko fresh na muona. Uh, from Isko pamoja na Shiva Boy na Oman. Oman, Oman naona hapa, na mniambie hapo kama mnanipata vizuri mnanisikia na kuniona vizuri ili niweze kuwa live and clear. Naomba nianze na habari ya Benjamin Sesko kabla sijaongelea ya habari ya Antoine Semenyo, kwa sababu hii ni habari kubwa ambayo imechukua sehemu kubwa ya vyombo vya habari jana. Uh, kuna taarifa kutoka Sky Sports kwamba kama Benjamin Sesko, baada ya kufanya vipimo vya afya, anaonekana atakuwa nje kwa angalau mwezi mmoja na Uh, ok, naona Mudi Mzungu na Oman na Shiva wamenaambia kwamba sauti iko poa kabisa. Nawashukuru sana wanangu kuweza kuni, uh, kuni, uh, kunipa hiyo hiyo hiyo heads up, inaweza kuendelea vizuri. Kwayo, uh, Sky Sports, kamba, kwa hiyo sports walisema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kwamba Benjamin Sesko atakuwa nje angalau kwa mwezi mmoja na ingeweza kuwa hata zaidi ya hapo, lakini leo taarifa imebadilika na taarifa ambayo tumepata leo ni kwamba atakuwa nje kwa kipindi cha wiki tatu. Taarifa hii tulipata leo uh, asubuhi kutoka kwa Fabrizio Romano kabla haijathibitishwa na vyombo vingine vya habari ambapo um, Fabrizio Romano alikwamba klabu ya Manchester United wanatarajia kwamba Benjamin Sesko atarejea kikosini mapema mwezi Desemba. Kwa hiyo kumbuka, ameumia 2 weeks ago, kwa hiyo wiki tatu zinaisha huu mwezi, mwezi, mwezi mwishoni, kwa hiyo Desemba mapema tarehe kumi na ngapi hivi anaweza kama asharudi. Um, Fabrizio alizidi kusema kwamba mshambuliaji huyo raia wa Slovenia anatarajia kuwa nje kwa takribani wiki tatu na majara yake sio makubwa kama ambavyo ilipotiwa takribani siku chache zilizopita. Kwa hiyo siku kumi zilizopita taarifa ilikuwa inasema kwamba anaweza akawa nje kwa, kwa muda wa mwezi mmoja mwezi ama zaidi lakini taarifa ya leo ni kwamba atakuwa nje kwa muda mfupi zaidi, na hii ni taarifa bora sana, kwa sababu tunamhitaji awepo kulinganisha na hali ya hali ya sasa hivi ilivyo ya klabu. Kumbuka Mbeumo na na Amara ataondoka pia, tunamhitaji kwa kweli awepo kwenye kikosi pian. Um, pia ESPN pia waliandika pia kwamba Benjamin Sesko atakosa mechi ya Premier League, uh, weekend hii uh, dhidi ya Everton ambapo, of course, ni Jumatatu kutokana na majeraha lakini anatarajiwa kurudi kwenye mechi zinazofuata kabla ya klis, Krismasi, maanake ni kabla ya mwezi Desemba kuisha. Kwa hivyo uh, kwa hivyo kwa sasa inaonekana kwamba kwa sababu Sesko yuko kwenye benchi, yuko na maumivu, inaonekana kwamba Brian Mbwemo ataendelea kuwa mtu muhimu kwenye kikosi cha Ruben Amorim, na kuna uwezekano mkubwa sana Joshua Zexi akaingia hapo na kuanza kupata fursa ya kucheza. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya ESPN ambapo taarifa pia kutoka, kutoka Sky Sport leo jioni pia wameboresha taarifa yao ya jana na kusema kwamba Benjamin Sesko atakuwa nje kwa muda wa wiki tatu na anaweza akawepo mapema mwezi Desemba. Kwa hivyo guys, kabla ya krismas, Benjamin Sesko atakuwa ameisha jiunga rasmi kwenye kikosi. Karibuni nyote ambao mnajiunga nami kwa sasa hivi, na karibisha, kwamba kabla hujaondoka hapo, akisha una subscribe jambo la kwanza, jambo la pili akisha una drop like. Jambo la pili na jambo la tatu, hakikisha unaachia comment hapo. Inaweza kuwa ni comment ya swali, ni comment ya maoni aina ni nilifanya ni e, video ya dakika 97 pamoja na George Ambangile. Iko pale YouTube. Hapo kwa unaipitia aliongea vitu vingi sana kwa sababu watu kama wale watakuwa wanakuja hapa kila siku. Sasa twende kwenye habari muhimu sana, tuongelee sasa kuhusu uh, Antoine Semenyo. Sasa bwana, kabla tuongelee habari, naomba kwanza nikuambie ku, ni kuhusu uh, story ya Antoine Semenyo. Dirisha la kiangazi lililopita kulikuwa kuna taarifa kwamba Manchester United walitaka kumsajili Antoine Semenyo kutoka AFC Bournemouth. Huyu ni mmoja wa kishoto wa AFC Bournemouth. Alikuwa, kabla United hawajaenda kumsajili Mbwemo, walijaribu kumsajili Antoine Semenyo lakini, uh, ofa ambayo ilitolewa Ilikataliwa na ilikuwa ni ofa ya pauni milioni hamsini ambapo United walitoa ofa hiyo, lakini pia Spurs walitoa ofa hiyo pia. Wote timu zote mbili zilikataliwa na AFC Bournemouth, wakakataa wakashinda kumsajili, lakini ilikuwa ni moja ya target muhimu dirisha la kiangazi la Manchester United mwezi uliopita. Na baada ya hapo, Manchester wakashana wakaenda kumsajili Bryan Mbeumo kama vile ambavyo ilikuwa baada ya dirisha kufunguka kuisha Uh, wakafanya mazungumzo AFC Bournemouth na mmoja mchezaji na kufikia makubaliano ya kusaini mkataba mpya, na hivyo ikawa deal hilo likawa limekoma kabisa. Lakini taarifa ambayo imetoka leo kutoka bwana David Ornstein ndio imenifurahisha kwa sababu taarifa hiyo inasema kwamba huo mkataba ambao Semenyo alisaini mwezi kiangazi kumbe una kipengele cha kuuzwa cha lazima, tunaita release clause. Release clause ni kipengele ambacho kinayokuwa kwenye mkataba kulazimisha klabu kumuuza mchezaji ikiwa timu fulani zitafikisha hiyo thamani ya fedha ambayo wameiweka. Sasa kulingana na Ornstein leo amesema kwamba the release clause ambayo iliwekwa kwenye, kwenye mkataba wa Bryan Mbeumo inatajwa kuwa ni yenye thamani ya pauni milioni sitini na tano ambayo ni sitini plus tano za nyongeza, na klabu yoyote inaweza kuchukua kulipa fedha hizo na kumchukua uh, bwana Semenyo as soon as Januari. Kwa hiyo mtu akija Januari na, na sitini na tano yuko tayari kumchukua, yuko kumchukua Semenyo kutoka pale AFC Bournemouth. Sasa swali kwako je, unadhani Manchester wako tayari kutoa milioni 60 sasa kwa ajili ya Antoine Semenyo? Swala la kwanza. Swala kwa la pili je, kimwona ubora wake nafikiri tunamhitaji kwenye timu ya Ruben Amorim. Nikwambia kwamba alishamhitaji kabla ya kumsajili Bryan Mbeumo. Kwa hiyo kulingana na taarifa zilizopo leo ni kwamba kuna uwezekano wa kumsajili Antoine Semenyo dirisha la Januari. Kwa mjibu wa David Ornstein anasema kwamba sasa kinachotokea ni kwamba uh, Bournemouth hapo kwenye mamlaka ya kuamua kama watamuuza au hapana, kwa sababu uh, kuna release clause ambayo inaweza ikalazimisha kuuza ikiwa itatokea klabu ambayo inatoa fedha ambayo wao wameweka kwenye kwenye mkataba. Hiyo ndo habari njema leo, lakini pia huenda wasiwe na uwezo wa kumzuia Semenyo kuondoka, kwa sababu mkataba wako una risk clause inaanza kufika Januari. Lakini pia anasema kwamba hicho kipengele ambacho kimewekwa hapo cha pauni milioni 65 kinaweza kushuka thamani ikitakapofika mwezi Juni. Kwa hivyo ukiangalia mazingira yote haya mawili ni kwamba Bournemouth huenda wakawa tayari kupokea 65 sasa hivi kuliko kusubiri sama ya 45. Kwa hiyo kibiashara zaidi AFC Bournemouth huenda wakawa na favor zaidi wao kumuuza Januari. Liverpool ilikuwa ni miongoni mwa klabu zilizokuwa zinamtaka, Spurs pia pamoja na Manchester United, lakini anakana kwamba preference ya Antoine Semenyo kwa sasa ni kuhamia uh, katika klabu ya Liverpool. Do we think, do you think Manchester United can go and bid uh, for Antoine Semenyo, ama unadhani kwamba itakuwa ni matumizi mabaya ya fedha? Naomba nikwambie kwamba mwanzoni, wakati anataka kusajiliwa, alikuwa anajadili kwa ajili kwa ajili ya kucheza number left 10 upande wa kushoto wa uh, wa kiungo wa, wa juu na kwa sasa Uh, pale anapocheza um, bwana moto anacheza upande wa kushoto kama winga wa kushoto uh, lakini naomba nikuambie kwamba kama umemfuatilia Semenyo um, msimu huu kwa kweli amekuwa na kiwango cha hali ya juu sana. Naomba nikuonesha hapa kidogo takwimu zake za msimu huu, kwa sababu nadhani ni muhimu sana tuziongelee. Amekuwa akifanya kazi nzuri sana msimu huu, amekuwa bora sana, ame, amezidi kuonesha thamani uh, yake Antoine Semenyo ambaye yuko Bournemouth ana miaka ishirini na ngapi? Ana miaka 25. na thamani yake hiyo hapo iliyokuwa thamani ya milioni hamsini na moja. Msimu huu amefunga magoli sita amepata assist tatu katika michezo kumi na moja tayari na average rate ni 7.47. Kwa katika dakika mia tisa themanini na tisa ambazo amecheza Semenyo msimu huu tayari amefunga, amehusika kwenye magoli nane as uh, iko as good as Mbwema. Kwa hiyo ni mtu bora, ni mtu muhimu sana ambaye tayari in Premier League proven lakini pia umri wake unafaa, miaka 25, ni, ni mtu ambaye anaweza kaja akapata aka, aka nafasi kucheza. Lakini shida ni kwamba anatumika kama winger. Sasa swali ni kwamba uh, mimi nafikiri mimi ningefurahi, ningependa sana ikiwa Manchester wangeenda kumchukua Semenyo kwa sababu tunaweza kumtumia kama left wing back. Kwa hivyo kila ambacho nakiona Amad anakifanya upande wa kulia ndio kitu hicho hicho ambacho Semenyo anaweza kukifanya upande wa kushoto. Ruben Amorim anahitaji wingback, winga, yani sio fullback. Dalo ni fullback. Mazrawi ni fullback. Ndio maana unaona, unaona akicheza upande wa kulia Amad anafanya vizuri sana kwenye system ya Ruben Amorim kuliko anafanya Dalo. Kwa sababu Dalo, ni right back. Mazraoui ni right back, lakini Ahmad is a winger. Kwa hivyo akifika kwenye moment ya kushambulia anabadilika na kwa winger. Ndio maana sasa hivi Manchester, kati ya sehemu hatari zaidi ni ule upande wa kulia ambao anacheza Ahmad pamoja na Brian Mgwema, kwa sababu Ahmad is not a full back is a winger. Kwa hivyo Semenyo ana hiyo nguvu, ana hiyo, ana speed, ana kasi, anaweza kudefend, anaweza kutrack back vizuri sana, anafanya hivyo pale pale pale pale bonamod. Kwa hivyo mimi nadhani anaweza kawa mtu muhimu sana kwenye upande wa kushoto. Kwa hiyo manake, imagine manake, tutakuwa na upande wa kushoto tutakuwa tuna tuna tuna Semenyo, na kunya na Martinez ama Luke Shaw. Huku tuna Leny Yoro, tuna ama ni pamoja na na Mbeumo upande wa kulia. Yaani ile hatari ya upande wa kulia itakuwa ndio hiyo hiyo hatari ya upande wa kushoto. Nafikiri itakuja kutusaidia mno ikiwa atafanikiwa, lakini lakini big if ni kwamba kwa, kwa sasa hivi hali ilivyo sidhani kama kipaumbele ni mshambuliaji ama winga. Kipaumbele cha sasa hivi ni midfielder. Tunahitaji kiungo. We needed a midfielder 3 years ago. We needed midfielder 2 years ago. Tunahitaji midfielder sana iliyopita, hivyo kipaumbele kwa sasa nadhani klabu inapaswa kwenda kujaribu kutafuta midfielder kabla ya kwenda kumsajili Antoine Semenyo, lakini kama kuna opportunity inapatikana ya kumsajili kwa pesa nzuri mimi, I would be very much happy kumpata Antony si kwa sababu ya kile ambacho ataweza kutoa katika upande ule wa Manchester United. Hiyo ni kuhusu Antony. Sema yenu kwenye comment hapo, unaweza pia ukaniandikia maoni yako kuhusu hilo. Usiache kusubscribe, usiache kuleta maoni yako lakini pia ushauri pia. Tunapokea. Na hakikisha kwamba unashare link ili angalau familia yetu iendelee kukua. De Ligt, Bruno, Lenny Yoro, kwenye Mbeumo na Dalot. Amemaliza mechi za kimataifa pamoja na Amad na hatujapata taarifa za majeraha, ni kwamba wanarudi wakiwa salama, na hiyo ni habari njema kwetu sote, angalau hiyo ni jambo muhimu ambayo tunaweza tuka, tuka ondoka nao leo. Um, kuna kijana anaitwa Kevin Feeling mwenye miaka kumi na sita ambaye amehusianishwa na kumnya katika klabu ya Manchester United, na habari hii imeandikwa na Florian Plettenberg wa Sky Sports Ujerumani kwamba United bado wanaendelea kupambana kupata saini ya kijana huyu mwenye miaka kumi na sita, lakini hakuna makubaliano yaliyofikia kufika hadi hivi sasa. Kevin Feeling anatarajiwa kuondoka klabu yake AIK mapema msimu huu wa baridi, kwa hiyo Januari. Kuna kiungo huyu wa kijana kijana mdogo ambaye anatajwa kwamba anaweza kusajiliwa na klabu ya Manchester United. Mira Football kusemenyo wameandika kwamba Amorim alikutana kwa chakula cha usiku London na kuzungumza na bwana Antoine Semenyo mwishoni wa msimu uliopita ili kujua tabia yake na huruka yake kama mchezaji. Inasemekana Berada na Wilcox pia walizungumza na Bournemouth, huku Manchester United wakiwa tayari kulipa pauni milioni 55 ambayo mwisho wa siku dili hilo lilikataliwa. Hiyo ilikuwa ni kuhusu Antoine Semenyo katika dili za usajili katika msimu uliyo Naomba nipitie kidogo maoni yenu ambao mmeniandikia hapa kwenye comment section. Inaona comment ni nyingi sana kwa hivyo, ningependa kuhakikisha kwamba nazipitia mapema iwezekanavyo. Uh, okay. Daka moja hapa, kuna comment. Naona watu wengi wamejoin hapa, ni class kibao na kuona hapo. Uh, okay. Sawa so, komenti uh, comment nyingi sana naomba niweze kuzisoma kadri ambavyo inawezekana, um, uh, okay. uh, eh, comment nyingi sana nashukuru sana kwa komenti nyingi sana. Oman anasema Oman, kwamba bro, kweli ila wao wanachukua habari kama sisi tunachukua. ah, okay. Asante sana Oman kwa kumjibu wa mtazamaji wetu ambaye amesema kwamba tunawachanganya kwamba mara tunasajili na tusajili hivi. Naomba niwaambie kwamba jukumu langu mimi ni kukusanya taarifa na kuchacha kama zile hivyo. Kwa hiyo taarifa, nikipokea leo Fabrizio Lax sema kwamba Manchester wanasajili nitakuja nayo nitakupa hapa. Kesho akisema kwamba wameahirisha wasajili mimi nitakupa taarifa hiyo pia. Mimi na kazi yangu ni kukupa taarifa hiyo na kutoa maoni. I can't siwezi kucontrol taarifa zije zinasemaje. Yaani, siwezi kucontrol kila ambacho taarifa itasema. Kumbuka mimi si, siko kwenye club ya, siko kwenye board ya Manchester United. Kwa hivyo kazi yangu mimi ni kujadili, kukusanya taarifa kadri ambavyo kadri ambavyo inawezekana na kuzileta mbele yako, ili akishaona unazipata. Asante bwana Oman kwa kunisaidia kujihusisha na hilo. Simai, Siara Dennis, Simodi Mzungu, Shiva Boy Boy, na nashukuru sana. Asumani Ali anauliza kuhusu Angelo Stila. Hakuna habari mpya kuhusu Angelo Stila kwa sasa. Ma Promobichege anasema usajili hapo ni wa Stilla na Walton, hayo majina mengine kelele tupu. Ma Promobichege anaamini kwamba tunahitaji kupata Walton na Stilla. Mawazo yake ni kama ya kwangu, tunahitaji sana kiungo kuliko sehemu nyingine yoyote kwenye ha kwenye kikosi. Namba mtoe comment pia kuhusu kamera ya leo. Kama mnaniona vizuri, nimbadilisha style ya kamera kidogo leo na mwanga kidogo. Naomba mniambie kama nani kama mnaona mabadiliko kidogo. Uh, Nicolas Kiboni asante sana. Simai sana amekuwa mchoro, ni kweli umekuwa mchoro, lakini nafurahi kuona umekuja hapa na kama ni mzima wa afya njema, mimi I am so happy. George Odu, George Odu bwana kutoka Kenya, kitambo sana sijakuona, lakini naona leo umejiunga nasi, karibu sana. Simai anasema tukimpata Semenyo itakuwa poa sana. Hata mimi tukimpata Semenyo nitafurahi sana, lakini changamoto ni kwamba Semenyo sahivi, nafikiri sio kipaumbele, tunahitaji kupata zaidi uh, nadhani kwa sasa na bitu tupambane kupata zaidi wing uh, midfielder badala ya kusajili uh, Semenyo um, uh, alafu pia huyu Sesko mkopo na muhusu Januari striker aje kwa kulea Chile yupo, mapromo vichege sana kwa maoni yako. Saidi Zubair nasema Anthony Mwamba, Dr. Nandez nashukuru sana. Manchester Trans nasema here we go again, Man United for life. Mimi nitalia na Rasmus Hojlund angebaki. Niliwaambia hichi kitu kila siku kuhusu Rasmus Hojlund kaka huyo aje, mimi ni ni mzuri ila sijapenda tusajili Semenyo bwana. Kwa nini hujapenda? Ningependa pia utambie hilo kwenye comment section. Alafu kila kitu kiko poa hapo, tukipata tu kiungo katika dirisha hili la usajili itabidi, uh, kuipamba kui zaidi kwa sababu hapo nafrahi tu nifrah in, in tu inayofuatia inayofu Samsaa bwana Said Zuberi, kila kitu kinaenda pole pole kwa wakati. Ahmed Maruk anasema kaka mao vipi, sajili ya Januari ni muhimu sana maana tuna injury. Ni kweli tuna injury sana, ni muhimu sana na kumbuka, na Amad na mboyo pia hawatakuwepo kwenye kikosi kwa muda uh, kwa muda mrefu kidogo uh, Sekou Kone Sekou Kone amecheza mechi kwenye international break na na nchi yake ya Mali under 21, kacheza vizuri sana, kwa hiyo nadhani huenda baadaye klabu ikaanza kufikiria kumpa nafasi kwenye klabu, lakini pia Nicolas Kibona anasema kaka, nimeona tweet kuhusu Semenyo kufuatwa na Liverpool pamoja na Arsenal. Ni kweli kabisa, Semenyo anafuatiliwa sana na Liverpool pamoja na Arsenal, lakini klabu kubwa sana ambayo inamfuatilia zaidi ni ni klabu ya Liverpool, na taarifa huenda zinasema kwamba huenda atahamia pale Liverpool badala ya Arsenal. Uh, Joseph Fiki anasema anambali sana Semenyo. yakini jitina anasema kaka, nadhani Semenyo usikutafai achukue tu jamani muhimu kwa upande wa wa kushoto. Asante sana bwana sana Joseph Fiki umeongea pointi ya msingi sana. Ah, bwana. Joseph Fiki anasema Semenyo nakubali sana akija tutamtumia sehemu nyingi, nimependa sana. Ndio, ni versatile. Ni mtu ambaye anatumika mahala tofauti kwenye kiwanja na Ruben Amorim anataka wachezaji wa aina hiyo. Kwa hivyo ni kweli anaweza kutusaidia sana. Ah, Mudi anasema kamera iko fresh na nashukuru sana. George Odu anasema Semenyo iko sawa. Mm, sana kamera iko sawa kushinda siku zote. Ni kweli kumbe, mmeona, mmeona changes. Nashukuru sana kwa hilo. Uh, Joseph kasema kweli, anaonekana poa sana, kwa hilo, sana, sana, sana. Kaka, kamera iko vizuri, nimefurahi kuona kwamba kitu ambacho nimefanya kimeleta faida kwetu. Sawa, tuongelee kuhusu Luke Shaw, kuhusu Luke Shaw hapa ambapo nama mkataba wake unaisha mwaka 2027 watu ambao wanacheza namba moja, ambao wote ni injury prone, na tuna mechi moja kwa wiki Top, top players wakiwa fit. Lakini changamoto ni kwamba iwe ni Luke Shaw ama iwe ni Martinez ni wachezaji wote ambao hatuna uhakika kama watakuwa fit kwa muda gani. Wote uh, ni watu ambao wanaumia, umia kila siku, kwa hivyo ni changamoto sana kuwategemea, lakini on the days when they are fit they are the best players kwenye upande wa kushoto. Mwanzoni nilikuwa na dream sana kuona Luke Shaw akiamia ule upande wa kushoto acheze kama wingback badala ya kucheza kama left center, nilikuwa nasema kwamba akija Martinez upande wa kushoto kwenye upande wa left center back, kitu ambacho tumesema na George Mbangile juzi kimenifungua macho kwamba shida ya Luke Shaw ni kweli kwenye wing back. Kwa hali ya kikosi kwa sasa, kwa aina ya wachezaji tulionao kwa sasa, kusema kweli uh, Luke Shaw ndo mtu ambaye anaweza akafanya vizuri sana kwenye upande wa kushoto, lakini changamoto ni kwamba Luke Shaw kwa sasa shida yake ni majeruhi, lakini pia umri umeanza kumtupa mkono na afya yake haitaruhusu kumcheza kwenye wing back, sababu lazima aende mbele arudi nyuma akimbie sana, kitu ambacho hata akiweza kufanya hivyo atashika misuli na ataanza kuumia. Kwa hiyo fitness allocation ndio inafanya asicheze kwenye wing back, lakini naamini pia kama alikuwa ni fit kiasi hicho, nafikiri angetumika sana kwenye upande ule wa wing back. Sasa imagine una Martinez na Rashford wako fit, how do you use them? Sababu mwisho wa siku tunacheza mechi moja kwa wiki na wote ni, ni, ni, ni, ni wako bora kabisa, Martinez, muhimu sana cha Ruben Amorim, lakini pia ni pia unipe maoni yako. Pia kuna taarifa Sancho kwamba anaweza kaondoka Januari, kuna taarifa za club baadhi kutoka nchini Uturuki ambao zinamuulizia na huenda klabu hizo um, na miongoni mwa klabu hizo huenda zikawa zika tayari ku, uh, kumchukua uh, Bwana Anton uh, Bwana Jadon Sancho kutoka pale Manchester United k okay. Nafikiri uh, kuna habari nyingine niko nayo hapa Okay, taarifa inasema kwamba kuna uwezekano uh, Joshua Zexi akapata timu ya kuamia na hii inataja kwamba kawa ni klabu ya AS Roma ya nchini Italy uh, Januari. Taarifa hizo kwamba anaweza kuhamia Italy kule Januari januarina nianza kusoma comment, na kama kuna swali ungependa kuuliza, uuliza sasa hivi hapo ili niweze kukupatia uh, majibu yako sasa hivi kabla sijamaliza kipindi. Oma anasema kwamba kwa unataka usajili wa akili usiwe kama Liverpool, japo wachezaji wawili ili wawe wa uhakika. Ni kweli kabisa na klabu sasa hivi ambacho nawasifia ni kwamba wanafanya usajili wa akili, hapendi kukurupuka sasa hivi, wako vere, vere serious katika usajili ambao wanafanya, hawataki kukurupuka kwenye usajili, na hii ndio ndio kitu muhimu ambacho tunapaswa kuwa nacho. Abel Boaz asema saka Semenyo, kwa mfano akija, anachukua nafasi ya nani pale mbele? Abeli Boazi ulichelewa kidogo kunija kwenye kipindi nisha sema hapa. Semenyo akija pale tunamtumia kama wingback, sio kama mshambuliaji. Anafanya kazi ambayo anaifanya Ahmad upande ule wa kushoto. Na Semenyo ataifanya vizuri sana. Kwa hiyo, ili hatari ambayo unaiona Ahmad pamoja na Wema anaisababisha upande ule wa kulia itakuwa ni hatari hiyo hiyo. Semenyo ataisababisha upande wa kushoto pamoja na na, na bwana Kunya. Kwa itakuwa ni hatari sana. Ah, Shiva boy anasema atuletee Baleba na Elliot. Yeah, actually sisi tunahitaji midfielder wawili actually, sio mmoja, tunahitaji wawili. Uh, kwa hiyo maana yake ni kwamba bado tuna changamoto nyingi sana, uh, za katika taarifa za usajili. Okay. Kwa hiyo Joshua Zirkzee guys, anaweza akaondoka, tusubiri tuone, lakini matumizi yake anaweza kutumika sasa hivi. Nafikiri kwa sababu sasa hivi Mbeumo na Amad ataondoka nafikiri itakuwa ni wakati zaidi wa kuondoka. Nathan Salt au mwandishi uh, wa habari pia ameandika kwa Manchester United wanajaribu kufuatilia uwezekano wa kumsajili defender wa Crystal Palace, Marc Guehi, pamoja na mshambuliaji wa Bournemouth, Antoine Semenyo. Anasema Guehi atakuwa yuko tayari kusaini mkataba mpya na klabu nyingine kuanzia mwezi Januari. Maanake ni kwamba kuhusu Guehi ni kwamba kinachofanyika hapa Manchester wanajaribu kwenda kuzungumza na Bournemouth pamoja na na Guehi kuona kama wanaweza kufikia makubaliano Januari ili aweze kujiunga na klabu hiyo mwezi wa sita. Nafikiri wanajibu tafuta replacement ya Harry Maguire ambaye huenda akaondoka baada ya mkataba wake kuisha msimu huu unapofika mwisho. Guys, hizo ndo update ambazo nimekuja nikowa nazo siku ya leo. Na kushukuru sana kwa kuniunga mkono. Asante kwa kunijia comment yako. Asante pia kwa kuniandikia maoni yako hapo. Nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia. Usiache kusubscribe, usiache kulike na kushare video zetu, lakini pia usiache kutufuatilia katika mitandao mingine ya kijamii kule Instagram, X, like TikTok, Facebook. Kote huko jina ni hilo hilo, tunaitumia la United Redverse, na mimi naitwa Dr. Nandes. Naweza ukanipata katika mitandao yote ya kijamii jina ni hilo hilo. Nitafurahi hilo sana ukiwa utaendelea tuunga mkono. Kwa sasa naomba nikutakie usiku mwema.